Asubuhi, habari ya msubuhi. Tunamshukuru Mungu wa mbinguni. Uh, sasa hivi ni takriban saa mbili kasoro, muda sio mrefu nimetoka kufikisha masaa ishirini na nne muda sio mrefu nimetoka kufikisha masaa ishirini na nne nikiwa nimeanza mfungo wangu ama ninaendelea na mfungo wangu wa masaa sabini na mbili ya kunyima mwili chakula. Na ilipotimia saa moja dakika kumi nimepata kikombe kimoja cha moto cha maji ya uvuguvugu ya moto ambayo ni maji ya chumvi ya mawe peke yake. Moja ya kitu kikubwa sana katika mfungo huu, tunafunga kwa kutumia maji, lakini maji hayo yanawekwa chumvi ya mawe peke yake. Kwa hiyo nimefikisha masaa ishirini na nne Nina nguvu za kutosha japokuwa mwili wangu una uregevu kiasi fulani. Moja ya vitu ambavyo nimevi experience katika huu mfungo wa masaa ishirini na nne, cha kwanza, uh, maumivu mbalimbali y ya yaliyokuwa yananisumbua katika mwili wangu tayari yameanza kupotea. Mwili wangu ninausikia vizuri kabisa lakini ile hali ya njaa kuweza kuuma kwa muda mrefu pia na yenyewe imeanza kupotea polepole pole. Kwa hiyo changamoto hasa kubwa niliyobaki nayo ni mwili kuweza kukosa nguvu na mwili kuweza kulegea. Kama ambavyo nimewambia tulikuwa tumezoea masaa arobaini na nane sawa sawa na siku mbili lakini kwa neema ya Mungu tunakwenda masaa matatu na i tunakwenda masaa sabini na mbili ambayo sawa na siku tatu. Nikutie moyo tu ya kwamba inawezekana. Lakini kitu kingine ambacho tunakipata katika faida ya mfungo ni kuweza kuurudisha mwili katika matengenezo ama marekebisho katika kila hali. Sasa nini ambacho kinachokwenda kutokea? Hata zile hamasa hamu ham ya chakula ya ovyo ovyo uliokuwa unaipata kwa wale ambao mliozoea kula ugali na wali mara kwa mara, ile hamu inaanza kuondoka moja kwa moja. Lakini pia jambo jingine la kufurahisha kidogo, ameweza kufurahisha ile hamasa na mihemuko ya mwili ambayo watu wengi huwa tunakuwa nayo, ile hali ya mwili kuhemuka, mwili kupata hisia za mara kwa mara, pia na hali hiyo inaanza kudhibitiwa na kuanza kuondoka. Hapa tunajifunza nini? Unaweza ukawa na uraibu juu ya jambo fulani. Kuna mtu mmoja akaniambia dokta, mimi na uraibu wa, wa, wa, wa kufanya ngono mara kwa mara. Manake kumbe kupitia kufunga unaweza ukautengeneza mwili wako na ukaudhibiti pia juu ya mihemuko ya mara kwa mara. Siyo hivyo tu, unaweza ukawa wewe ni mlevi, unakunywa pombe sana. Kupitia kufunga unaweza ukautengeneza mwili wako na ukadhibiti tatizo la ulevi kwa kiwango kikubwa sana. Maana yake utakwenda kurekebisha seli zako, utakwenda kurekebisha kinga yako ya mwili na kuweza kuirudisha, inakuwa juu zaidi lakini sio hivyo tu. Wale wengi ambao wanaosema vidonda vya tumbo si na nini, mfungo wetu sisi unahusisha maji ya chumvi. Jana mchana nimepata maji ya chumvi le, jana jioni nimepata maji ya chumvi, leo asubuhi pia nimeamka nimepata kikombe kimoja cha maji ya chumvi. Hii ni moja ya kiashiria kwamba mwili unapokuwa unaupa maji, maji yale yanakupa nguvu. Lakini ile chumvi ambayo unayotumia ni moja, huwa naita kama strata ambayo ukiinywa asubuhi unaupa mwili nguvu na kuweza kuwezesha kwa ajili ya kuendelea kufunga zaidi na zaidi. Kwa hiyo target yetu ni kuweza kufika masaa sabini na mbili ambapo yatatimia Jumamosi saa moja asubuhi. Jumamosi saa moja asubuhi rasmi ndipo tutakwenda kufunga masaa sabini na mbili lakini pia Jumamosi hiyo hiyo saa moja ndipo tutakwenda kufungulia rasmi. Leo ni Alhamisi, kwa neema ya Mungu tumefikisha masaa ishirini na nne. Jina la Mungu liweze kutukuzwa, sio kwa uweza wangu. Kuna mtu ambaye anaamini haiwezekani, lakini naomba nikutie moyo, inawezekana. Lakini faida nyingine ni kwamba unapokuwa umefunga, yale mafuta ya ziada kama hivi mnavyoona, katambi mchomoko ambako anako Dokta Kuboja, mafuta ya ziada ambayo yapo katika mwili wangu, katika mikono, katika kifua kama hivi mnavyoona, iwe ni katika mapaja kama hivi, yote haya ndiyo sehemu mafuta haya yanakwenda kutolewa. Mafuta yaliyoko tumboni, mafuta yaliyoko mikononi, sehemu kama hizi, yote haya ndiyo yanayokwenda kunisaidia mwili. Unakwenda kuchukua akiba ya sehemu mbalimbali, kutoka katika tumbo, kutoka katika mapaja na sehemu mbalimbali za mwili. Mafuta yale ndiyo atakayonisaidia mimi kusurvive. Kwa haya masaa sabini na mbili, kwa hizi siku tatu ambazo nitakazokuwa katika mfungo Ma lakini pia kingine ambacho kitakachonisaidia ni yale maji ya chumvi ambayo ninayokunywa kwa wingi zaidi. Haya ndio yatakayonipa nguvu, haya ndio atakaopa mwili wangu nguvu kuweza kunisaidia mimi kuweza kumaliza masaa sabini na mbili pasipo changamoto yoyote ya kiafya. Naomba nikutie moyo, inawezekana. Karibu tupone magonjwa